Serikali imejiandaa kuhakikisha kwamba vyombo vyao vya ulinzi na usalama vina kazi fanya kazi yao vizuri. Asante sana. Madumu haya mengine yamesheheni mafuta ya misi, ambayo yote yanatumiwa kutengeneza sabuni ili sabuni ziwe imara kabisa. Eh, unataka kulangua mafuta yanayotokana na mazao haya. Hapa ni kiwandani mkoani Kigoma, yanapita hapo chini. Mawasiliano tuweze kuwasiliana tuweze kufanya biashara hapa ni kiwandani, utaweza kupata bidhaa ambazo zimetoka kiwandani moja kwa moja kutoka hapa mkoani Kigoma. Aha. Hapa eh? Hapwe.

Bana magereza hapa, hiyo hiyo kitu eh, itasaidia sana simulation exercise. Naam, hii ni namna ambayo ambavyo vyote kwa ujumla ambao walikuwa na hapa, ndio kama hiyo hapo, iko tayari timamu kwa ajili ya kuzamia na kuamia kufanya kutekeleza majukumu. Ndugu zangu, mmeona vinavyohusika, watu wote mmeona Alafu anakiweka kwenye maji si <laughs> <laughs> lazima uweke hapa, hebu vinavyohusika. Ni lazima uweke kinavyohusika hapa, hebu weka, na aonekane, waonekane serikali yao imefanya kazi sasa. Waandishi wa habari mtoe onekane vizuri, hmm? Mkuu wa mkoa vinavyohusika anamvalisha, mbona imekaaje hiyo? <laughs> Haya ni mafanikio makubwa kuwa na vifaa hivi, tumezoea kuviona kuviona hivi tukiwa Marekani, ndio unaona namna hii, kwa hiyo serikali imejiandaa kuhakikisha kwamba vyombo vyao vya ulinzi na usalama vina kazi fanya kazi yao vizuri. Asante sana Hai. hili tume pale, hii unaiona hiyo ni inaitwa chemical protection ambayo inatumika kwa ajili ya kutekia ya ambayo inatumika na mtu mmoja anatumia ambayo na chemical tu na <tipia> chemical hiyo inaitwa ndio ile wananchi ilikuwa nasema, unajua najua watu atwa nafikiri ni polisi, kumbe haya ni wenzetu wa ukoaji pamoja na mambo ya mioto. Kwa hiyo kwao, na nyinyi jitahidini kutangaza kutangaza kwenye vyombo vyetu vya habari, watu wajue kamanda huko responsible kwenye hii, badala ya simu kwenda polisi alafu ije kwenu, mnajikuta mnachelewa, wakati anatakiwa straightforward wa kupigieni simu kwa ajili ya kutimiza wajibu wenu.

kumfanya mzimamoto awe salama anakokua katika majengo yanayotanda, kujilinda dhidi ya vitu vizito kutoka juu, hasa kenchi au ceiling board ambazo zinadondoa kutoka juu. Pia nimevaa gloves, hii itanifanya kuwa salama pale ambapo ninakuwa nashughulikia tatizo la moto katika jengo lolote au mahali popote, kushika vyuma au kuzuia vitu vinavyokaza mko hii niliyovaa ni fire suit kwa ujumla, lakini ina, ina pande mbili. Kuna upande wa juu ambao ni coat na kuna upande wa chini ambao ni trouser. Hii ya juu itanifanya kuwa salama upande wote wa juu, na kama unavyoiona ina reflective hapo, ambapo hata kama ni usiku ikipigwa na taa, mzimamoto mwingine anakuwa ananiona ananitazama kwamba niko sehemu fulani, na tunawekana salama. Pia nimevaa safety boots ambazo zitasaidia kulinda miguu na vitu vingine ambavyo tunakutana nazo katika maokozi yetu, ni hatari lakini tumejitoa kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili ya nchi yetu. Asante. Haya, asante. Nashukuru sana. Waandishi wa habari mmechukua vizuri? Haya.

chapo ni kwa ajili ya mtu ameza povu povu, anashindwa kupumua vizuri, moshi au mate, moshi au mate, au kuna wale mama amejifungua mtoto kameza majitumecho mm, kifaa kalilaaku usa pia mm. tuna kifaa kinaitwa Net Mobilizer mm, kwa mtu aliyeumia shingo pia te, te kupima, okay. mm -hmm. tuna kifaa kinaitwa stethoscope ni kwa ajili ya kupima palei na mapigo ya moyo. Tuna kifaa kinaitwa nikola ni kwa ajili ya kuweka shingo iwe sawa. Pia tuna box ambayo inaitwa first aid kit kwa ajili ya vifaa vidogo vidogo, bandage, nyembe kiani. Asante sana tunashukuru

Moja. <laughs> Maandishi bado kuko sawa. Moja, mbili, tatu. A <laughs> piga makofi. Mungu awabariki sana kwamba nene nakiborua kwa ajili ya Tanzania. Asante sana. Haya jamani, asanteni sana. Haya. Bado